Nafasi ya kuongea kwa majina, naitwa <coughs> Kidero Suba. mimi ni mtu wa opposition. Mimi ni mtu wa one time, na mimi nataka niongelei mada ya, ya by election. Tukiangalia hapa Nairobi tulikuwa na el, uh, by election moja, ilikuwa Kariobangi North. I think hiyo ndio election imefanyika, hakuna furugu, hakuna watu wamepigana, hakuna maguns huko, ni kama watu walikuwa mutumeogopa, mwingine walikuwa wamesimama watu kumi na sita lakini watu walikuwa wamepatiana heshima. Lakini tukiangalia mali na kaka Kasipul, tukiangalia huko kwa kina, kwa kina nani huyu, na inaitwa Kakamea, kwa kina deno mbere huko, watu wamepigana, wamepigana hadi mtu mwingine ametolewa hapa hapa, nini, hapa Nairobi, anatoka hapa anaenda kupigana na Waluya, Waluya wamempiga hadi akabaki uchi. Na mimi nataka niwaambie kitu moja mimi asubuhi kama kura ijapigwa nilipiga clip nyingine nikaambia mtu nikaambia wananchi. kama unajua wewe mwanasiasa ku, anakutumia pesa uende upige mtu mwingine kwa sababu ya kura akikupatia pesa umuulize mtoto wake ameenda ama bibi yake ameenda ama mama yake ameenda ama baba yake akikuambia ajaenda mwambie siendi chukua pesa uende kwa nyumba lakini wakunisikia tumeona Kasipul Kabondo Aroko amenua guns, wamepiga nani mbaya sana, wamepiga Upondo Kaluma hadi saaya ku hospitali hey. mimi nataka niambie Aroko, na mimi nataka niambie watu wamesimamia kura, kama mnajua mtu alikuwa ameleta guns, huyo mtu asipatiwe hiyo kiti, wapatie ule mwenye alikuwa wamesimama na yeye. Kwa sababu sisi tuwezi kubali mtu mwenye ameenda ameenda kuleta guns wakibiza viongozi wengine hiyo tuwezi kubali, na mi nataka niambie Wakenya wetu, tumeona kitu kimefanyika leo. Kama hujakula 2027 na ukashiba na kuambia 2027 utakimbia hadi ungie Uganda na mguu, ni ukweli. Kwa sababu kama hii election kidogo ndio watu wanakimbizana hivi, na sasa hii election ya 2027 watu watafanyana aje? Utakuna toleo kwa nyumba unachinjwa kama kuku. Na sisi tunataka kusema kama Wakenya sisi hata tutakubali na kwanza watu walikuwa wamepanga gundi sana na serikali. Kumbe hii UDA mnaitanga, hii UDA haina jina mm. Juna, ni jina tu iliisha. Hii UDA isipopanga gundi tu mzuri, na kuambia 2027 wananyoroshwa bila kondomu, wananyoroshwa bila CD hao, yeah. oh, watu wana lao mima, kama mima, il, mima, kama pale Kasupuli mm. wameenda waka, wakachukua watu wa UDA waende wapange, watu wa serikali wapange, bado tukija na ngodoro na kuwanyoroshwa bila kondomu. Sisi wacha niwaambie kitu moja. Nataka niwaambie Wakenya. Mtu asikutumie vibaya. Ati mtu sa election anataka kukutumia, lakini wakati unampigia simu kwa na shida, anasema I'm still driving, I'm still in the office, I'm still in the meeting. Hata saa akikuambia mwambie huyo hata huko kwa, kwa meeting, mwambie hivyo. Hakuna utumiwa vibaya wao, wache familia yako uumizwe bure na mtu mwingine, yeye ana benefit. Na mimi nataka kuniambia watu wa Luhya. Wa Luhya, mwache kutumiwa vibaya. Unajua ukiangalia ili Westland ndio kitu kimefanyika maajabu. Ma, magari zimevunjwa, magari zingine zimechomwa kwa sababu ya uongozi. Di, na mimi nataka niambie watu wenye wanaleta hizo shida zote ni watu wawili. Mudavadi na huyu mwingine anapigwa na bibi huyo Watangule. Sasa mimi naulishinda watu na wa Westland. Kama mtu anapigwa na bibi, bado anawapangia goals. Si huyu mtu ndio mmojapo mmalizane naye. Dennis, huyo mudomo ni mingi na huwezi enda kubadili na nani huko Westland. Um. Mudomo nanda ha na, na mtu mwingine anapanga huko goals mimi nataka niambia Wetangula hatutakubali, ni Western kupanga guns wakimbiza watu wengine wakienda kupiga kura. Ni wakati wetu saa hii, tusimame na George natembea tembea, aokoe watu wa Western. Watu wa Western saa hii viongozi wamebaki wale watu wawili wale, ni maguns, kazi iliwashinda. Ndio kwa sababu wanaona George natembea ni mtu akona, akona future mwenye anaweza wakaolewa pamoja, ndio kwa sababu wanampinga na sisi tunataka tuwambie hata mkimbize huyo mwenye anaitwa Panyako. Panyako atakuwa yenda, anaenda kuchukua hiyo kiti, atutake at, at, at, kuwadanganya hiyo kiti. Panyako lazima achukue, na mimi nimeona mbele huko disiplina chukua